Yes. Kule nyuma, kule nyuma, kule nyuma sogea pamoja ya tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 ikiwa ni siku chache tu zimebaki kuanzia siku ya leo, ninategemea Rombo yote tarehe 29 tunajitokeza kwenda kupiga kura, kwa kuwa kura yako haki yako, jitokeze kupiga kura. Mheshimiwa mgeni rasmi, jimbo la Rombo lina jumla ya wananchi laki moja, sitini na mbili elfu, mia nne hamsini na tano waliojiandikisha kupiga kura. Jimbo la Rombo lina jumla ya vituo 425 ambavyo tayari tumeshatoa tangazo la uchaguzi. Tayari tumeshabandika orodha ya wapiga kura wote katika vituo vyetu vyote 425, hivyo tunaendelea kuhamasisha wananchi wote waendelee, watembelee vituo vyote kuangalia majina yao kama yalivyoandikishwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Lakini pia katika vituo vyote tumebandika mfano wa karatasi ya kura, kwa maana ya kura ya uchaguzi wa kiti cha rais, wa bunge na madiwani wote katika kata zetu zote 28 na ni, ni rai ya Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kwamba wananchi wote watumie nafasi hii kuvifahamu mapema vituo watakavyopiga kura siku ya tarehe ishirini na tisa Oktoba mwaka ishirini ishirini na tano. Lakini pia tumebandika orodha ya wananchi walioruhusiwa kupiga kura ya rais katika kituo cha tofauti na walipojiandikishia tunaendelea kuwahamasisha waende kuangalia na kuhakiki majina yao ili wawe tayari kwa ajili ya zoezi la kupiga kura. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa mujibu wa maelekezo ya tume na kwa mujibu wa sheria ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani ya mwaka ishirini ishirini na nne, vituo vyote vitafunguliwa saa moja kamili asubuhi. Vituo vya magereza vitafunguliwa saa mbili kamili, lakini wananchi wote waliojiandikisha wataruhusiwa kupiga kura kuanzia muda huo hadi saa kumi jioni. Hivyo tunawasi na tunawakumbusha wananchi wote wajitokeze mapema zaidi kwenda kupiga kura ili wasiikose haki yao ya msingi ya kupiga kura ifikapo tarehe ishirini na tisa Oktoba elfu mbili na ishirini na tano. Lakini napenda kuwakumbusha wananchi wote wale ambao wameorodheshwa kwenye daftari la Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kwamba wanapaswa kufika na vitambulisho vyao vya kupiga kura katika vituo. Hata hivyo, tume imeruhusu kwa yule ambaye atakuwa amepoteza kadi yake ya kupiga kura anaruhusiwa kufika na kitambulisho mbadala, ili asikose haki yake ya kupiga kura. Isipokuwa inasisitizwa sana, kitambulisho utakachokwenda nacho kiwe chenye majina yanayofanana na yale yaliyopo kwenye orodha ya wapiga kura walioandikishwa katika daftari la wapiga kura. Ni rai yangu Tutajitokeza kwa wingi wananchi wote wa jimbo la Rombo, twende tukapige kura, kwa sababu kura yako ni sauti ya mabadiliko, ni sauti yako wewe kuhusu kiongozi ambaye unatamani aende kusaidia kutatua kero zako. Naomba nimalizie kwa kusema kura yako, haki yako, jitokeze kupiga kura. Mheshimiwa mgeni rasmi baada ya matembezi haya kutakuwa na hususani, wote waliojiandikisha tarehe 29 Oktoba, twende tukachague kiongozi tunayemtaka. Ndugu zangu, zoezi hili ni takwa la kikatiba linalofanyika mara moja kila baada ya miaka mitano. Nitoe wito kwa wananchi wote watoke alfajiri. Najua hiki ni kipindi cha mashamba, sasa hivi mvua imesimama kidogo. Kabla hujaenda shambani, ni vema uende kwenye kupiga kura. Lakini na kama kuna mzee yoyote ana changamoto, msaidieni apige kura mapema, aondoke arudi nyumbani. Lakini vilevile watu wenye mahitaji maalum na wenyewe vilevile muwaangalie wapige mapema waweze kuondoka. Wito wangu, kura hii ni haki ya yako inayoenda kukaa ya miaka mitano. Ninachoweza kuwahakikishia wananchi wa Rombo, tumeweza kuwa na usalama kabla ya uchaguzi, tumeendelea kuwa na usalama wakati wa uchaguzi, na ninahakikishia kama mwenyekiti wa kamati ya usalama tutaendelea kuwa na usalama hata baada ya uchaguzi Rombo mpaka sasa iko salama, na mipaka yote tunayopakana nayo katika Rombo ipo salama. Hivyo jitokezeni kwa wingi bila kuogopa lolote. Hakuna changamoto yoyote itakayojitokeza katika wilaya ya Rombo. Rombo tuko tayari, Rombo tumejipanga, Rombo hatupoi, na Rombo hatuna dogo. Rombo tunalolizungumza ndilo linalokuwa na ndilo linalotendwa hivyo, wananchi nendeni, mjidai. Mwenye mke wake, chukua mke wako nenda naye. Mwenye mume, chukua mume wako nenda naye. Mwenye mchumba, chukua mchumba uwe mtoko, nenda naye mkapige kura, lakini lakini hata mnaoangaliana kwa mbali, angalianeni kwa mbali, mkapige pamoja, mrudi nyumbani, kwa sababu tunachohakikishia, Rombo itakuwa salama, uchaguzi utafanyika kwa usalama na amani, na wananchi wataendelea na shughuli zao. Narudia tena, jitokezeni kwa wingi. Ninaamini mambo mengi yamezungumzwa na msimamizi wa uchaguzi na kwa sababu mimi ni kiongozi siingili mambo ya kiuchaguzi. Kazi yangu ni kuhamasisheni wananchi kwamba sisi kama serikali na vyombo vyake tupo tayari. Ninachowaomba, mkisikia changamoto yoyote, hususani maeneo ya mipakani au huko mnakoishi msisite kutujulisha viongozi, ili tuweze kuingilia jambo lolote kwa uharaka kabla changamoto yoyote haijajitokeza, sisi tutakuwa tayari kutoa ushirikiano. Tuko macho, hatutawaingilia taratibu zenu, lakini yeyote atakaye thubutu kuvunja amani ya mtu yeyote atakayeleta jambo lolote la uhalifu, hilo tutaingia. Lakini jambo lolote la kile uchaguzi, hatutawagusa chochote, ila ukitugusa kwenye ngo yetu ya usalama wa mali za watu usalama wa raia na vitu vyovyote vinavyohusu kazi yetu, hapo tutaamka sisi wenyewe tutashughulika na wewe, lakini taratibu zenu za uchaguzi zitafanya nini? Zitaendelea kama kawaida, ila huyu mteja wetu lazima tushughulike naye. Lazima tuilinde amani ya nchi yetu kwa wivu mkubwa, kwa sababu katika ukanda wetu tunaozungukwa, eneo pekee lenye amani ni Tanzania eneo pekee lenye usalama ni Tanzania, na usalama huu uliasisiwa na wazee wetu tangu miaka hiyo. Tabia yetu hiyo lazima tuienzi, na sisi ni lazima tutailinda amani yetu. Tuliapa kuilinda katiba, kuilinda amani ya nchi yetu, tutaendelea kuilinda wakati wote. Mungu, ibariki Rombo. Mungu, ibariki Tanzania. Asanteni kwa kunisikiliza, mbarikiwe sana.